azima naomba niweze kukaribisha TCB Senior Manager Account Mrs. Emma Simon kwa ajili ya welcome remarks. Karibu. Habari ya mchana, mabibi na mabwana. Ah, karibuni sana katika tukio letu la leo, napenda kutambua uwepo wa management ya TCB Bank na wafanyakazi wote, mwenyekiti wa Selous Marathon na wawakilishi wake wote, wawakilishi wote kutoka kwenye running clubs na jogging clubs. Aa, napenda kutambua uwepo wa waandishi wa habari Uh, pamoja na wageni wote niwakaribishe sana kwa majina, naitwa Neema Simon kutoka Kurugenzi ya Fedha TCB Bank. Uh, mimi pia ni mkimbiaji na mwanachama hai kutoka Sarasara Hills Runners. Pia nafanya hiking. Sio tu unakimbia, pamoja na hiking. Uh, pamoja pamoja na majukumu yangu ya, ya kibenki, pia kitu cha muhimu ambacho nimeweza kujifunza katika maisha yangu ni umuhimu wa kutunza afya. Kwa hiyo kwa, kwa kutambua hilo nime, nimejitahidi kufanya uwekezaji kwenye afya yangu kwa kuwa mwanamazoezi kama nilivyosema, mimi ni mkimbiaji pamoja na hiking. Nafanya hiking hiking, tunapanda milima mbalimbali, ni sehemu nzuri sana ya utalii. Uh, running kwangu sio sio tu mazoezi uh, imenifundisha kuwa na nidhamu, uthabiti. Mazoezi ni nidhamu, uthabiti na pia kuwa mvumilivu na kujipa moyo katika kutimiza malengo yako, especially unapoenda mbio ndefu za half marathon na full marathon, inahitaji uvumilivu na nidhamu ya hali ya juu ili iweze kutimiza lengo hilo. Hiyo inasaidia sana katika kujijengea uthabiti na kujipa confidence na inasaidia pia katika maisha yako ya kawaida katika kufikia malengo yako pamoja na malengo yako ya kazi. Imenisaidia sana a, mimi pia nimejifunza katika a, maisha yangu ya rani, kuwa katika jamii ya wakimbiaji, nimejifunza somo kubwa sana la mshikamano mshikamano, kuhamasishana, kupeana moyo na kusherehekea mafanikio kwa pamoja. Na hili ndio jambo kubwa sana ambalo sisi, kama, sisi TCB benki kama washirika wakubwa wa Selous Marathon tunataka kuwaletea katika mbio hii ya muunganiko wa TCB na Selous Marathon 2026. A, TCB kama benki ya jamii tunaamini maendeleo ya kweli yanatoka yanatokana na jamii yenye afya. Kwa hiyo nipende kuwahamasisha waakiliaji wote, wafanyakazi wenzangu na wananchi wote wanaonisikiliza tushiriki katika mazoezi, wafanyakazi wenzangu na wakimbiaji, na waomba sana tuweke nguvu zetu, tuhamasishane na tushiriki kwa wingi katika jambo hili linalokuja mbele yetu. Aa, nipende pia kuwahakikishia na kuwahamasisha kwamba mbio hii inayokuja Juni ya TCB Selous Marathon sio tu mbio, ni zaidi ya mbio, ni harakati ya kutengeneza maisha bora kwa jamii. Sisi kama TCB Bank na benki ya jamii, tuna tuna tunahamasisha sana mazoezi na tunapenda kuhudumia um, jamii yenye afya bora mbio hii itasaidia pia kukuza utalii na maendeleo ya nchi. Napenda kutumia nafasi hii kuwakaribisha wote katika tukio hili. Karibuni sana, tujumuike pamoja. Pia nichukue nafasi aa, kwa kumalizia, nichukue nafasi hii nimkaribishe mwenyekiti wa Selous Marathon Mr. Ivan Kajura kwa ajili ya kutoa neno. Asanteni, habari za mchana awii. Najua sifa moja, watu wa mazoezi huwa wapendi speech ndefu, lakini ya kwangu mimi itakuwa na dakika kama hamsini na tano hivi, kwa hiyo sio ndefu sana. <laughs> Kwanza ningependa sana kutambua uwepo wa management ya TCB na uh, naamini Lili anayo amefika, nimemwona Mboto, yuko Alex na timu nyingine yote iko hapa, tunawashukuru sana kwa uwepo wenu. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa katibu wa chama cha riadha mkoa wa Morogoro rt viongozi wa running clubs mbalimbali na wote mliokuja, uh, na sports people wote mlioko hapa tunashukuru sana kwa uwepo wetu Leo ni siku muhimu sana na ni muhimu kwa sababu kuna taasisi mbili zenye muunganiko unaolingana sana pia. Mimi nina bahati, mimi nishawahi kufanya kazi TCB, by then ikiwa Tanzania Post Bank, kwa najua safari ya TCB hadi kufika leo kuwa moja ya benki bora sana Tanzania, na lakini pia natambua safari ya Selous Marathon iliyoanza mwaka elfu mbili na kumi na tisa Morogoro tulianza kwa udogo sana na tumekuwa moja kati ya mbio bora sana Tanzania, au ninadanganya jamani? Kwa hiyo kumbe, ile nayo ni kweli, na TCB is one of the very best bank in Tanzania. Lakini niseme kwamba TCB hamjakosea kuungana nasi, na mbele yenu kuna viongozi wa running club nyingi ambao kwa kweli tunawashukuru sana kwa sehemu ya safari ya Selous Marathon kwa miaka nane, na leo hii tunapata a very strong partner wa kuendelea kuifanya mbio hii iwe bora zaidi. Kwa hiyo from now on, mbio hii itajulikana kama TCB Selous Marathon na wengi mtakuwa mmenotice, watu wengi waksema, da, mmeama toka Agasti umeendela Juni? Yes, tumeama toka Agasti kwenda Juni ishirini kwa sababu kukaribisha benki kubwa kama TCB ili tuweze kudominate. Nadhani leo nimetoa siri, kwa nini tumetoka kule kusio kuna viwingu vingi sana na naamini tutafanya kitu kilicho bora sana. Lakini niseme wazi sasa hivi ninavyozungumza, moja kati ya post zinazoenda viral, ni Mtanzania na partner wake wamesafiri nchi zisizopungua ishirini Afrika kwa gari. That guy, moja kati ya picha aliyopiga amevaa t-shirt ya Selous Marathon. Kwa hiyo kwa mtu ambaye post zinaenda na believe ni mbio ambayo imetokea kupendwa sana. La pili ambayo ningependa kulizungumza wazi ni kwamba kwa TCB kama mlivyosema, ni kwamba kuungana nasi mnaenda kuongeza chachu ya kukuza afya, lakini niseme pia hata biashara. kwa muda ambao eh, Selous Marathon huwa inafanyika Morogoro, biashara na mji unachangamka sana, mkoa wa Morogoro, lakini kwa washiriki hapa mjue wazi kwamba TCB imeshiriki sana kwenye kujenga reli ya SGR financially. Manake ni kwamba ile treni tunayoipanda vizuri ilikwenda Morogoro, tujue kwamba TCB ina mkono wake. Kwa hiyo sisi kama Selous Marathon tunachokifanya ni nini? Kwamba tunafanya utilization ya lile lengo la train kama ya SGR kuwezesha watu kumove kwa urahisi sana, na tunaamini kuwa Morogoro itawarahisia sana kazi ya watu wa mkoa wa Morogoro wa Dar es Salaam mimi pamoja na Dodoma kufika kwa urahisi sana. Lengo letu jingine ambalo ningependa kulisema hapa, tumekuwa ni mbio tunaoamini kwenye kuzingatia vigezo. Banks nyinyi mnaamini kwenye procedures, na sisi pia kama ras tumekuwa ni watu wa kufuata sana taratibu. Tunasimama hapa hatudaiwi na bmt, hatudaiwi na rt hatudaiwi na harati Morogoro na huyo hapo yuko hapo, miezi minne kabla tunahakikisha tuna comply na sheria za uendeshaji wa mbio. Lakini pia kwa miaka yote ambayo tumefanya Selu Marathon, hatujawahi kudaiwa na wakimbiaji, hatujalipa zawadi ko. Tumekuwa ni mbio inayoamini kwenye compliance na jua banks, hivyo ni vitu ambavyo kwenu nyinyi ni muhimu sana, lakini pia mjue na sisi kama race, we are very careful kwenye vitu tunavyovifanya na nitoe uh, siri hapa as i'm talking here kits za mwezi June zinaingia kwenye maji kuanza kuja medali za mwezi June zinaingia kwenye maji zinaanza kuja goodie bags za mwezi June zinaingia kwenye maji zinaanza kuja we we'll be ready and ready to give you a kits by May we mean business kwa hiyo tunaamini kwamba mna train muda mrefu, mna devote muda wenu kwa kweli, vitu kama hivyo vinatokea. Hii ni historia ya kuchelewesha kwa sisi, tunaamini kwenye to meet awards na kuhakikisha kwamba runners wanapata the best experience, kwa sababu sisi kama Selous Marathon, we always say, hatuuzi mbio tunauza experience and experience inaanza tangu unapojisajili, unapochukua kits na niseme kwamba TCB wana mifumo mizuri ya malipo will make uh, registration and payment very easy to you all and that's our aim. We can't be a good race, kama tuzingatie kuhakikisha kwamba runners wana enjoy mbio hiyo kwa urahisi sana, na mwaka huu on the special